Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako, lakini pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati mwingine ambao ametupa. Na leo tutaenda kujifunza kutoka kwenye kitabu chetu kizuri kabisa kinachoitwa Ndoa Bila Maumivu. Na leo ninatamani tukazungumze kwa habari ya taarifa. Uh, kama ambavyo tunajua kwenye ndoa huwa kuna taarifa mbalimbali ambazo mnaweza mkazipata mkiwa kwenye ndoa, au taarifa nyingine ambazo mlitoka nazo huko mkaingia nazo kwenye ndoa. Sasa ni namna gani tunaweza tukadili na hizi taarifa, kwa sababu kuna ndoa ambazo zimepitia changamoto kwa sababu ya taarifa walizozipokea, au kuna wengine hata wamefika mahali wakaachana kabisa kwa sababu ya taarifa ambazo wamezipokea. Kwa sababu taarifa ina nguvu kubwa sana, either positive au negative, na ndio maana hata tukisoma kwenye kitabu cha Hesabu kuna ile stori ya wale wapelelezi kumi na mbili ambao watu wengi sana tunaifahamu walienda wakaipeleleza nchi ya ahadi, alafu wakarudi. Kuna wale kumi walirudi na taarifa mbaya, na kuna wawili ambao walirudi na taarifa njema. Lakini ukisoma Biblia utaona baada ya wale waliobeba taarifa mbaya kutoa zile taarifa, tunaona kuna kundi aa, ni kama tuseme lilikata tamaa ya kuiona nchi ya ahadi, na kwa sababu hiyo tunaona kweli hawakuiona nchi ya ahadi. Kilichofungua mlango wa wao kutoiona nchi ya ahadi nile taarifa ambao walipokea kutoka kwa wale wapelelezi kumi. Kwa hii ni kutuonyesha, kumbe wakati mwingine hatima zetu zinaweza kuwawa na taarifa ambazo tunazipokea kwa hiyo, hata ndoa zetu zinaweza kuuawa au kuharibika au kuishia njiani kwa sababu ya taarifa ambazo tunazipokea. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua namna gani tutadili na taarifa mbalimbali ambazo tunaweza kuzipokea au inawezekana tumeingia nazo kwenye ndoa. Kwa hiyo leo tutaongelea makundi manne ya taarifa, lakini pia tutaangalia namna gani ambayo tunaweza kudili nazo. Kundi la kwanza kabisa ni taarifa mahususi. Hizi ni taarifa za moja kwa moja kuhusiana na mwenza wako. Inawezekana ukawa umepokea taarifa kwamba mwenza wako amefanya hiki, mwenza wako hivi, mwenza wako vile. Sasa si kila taarifa unayoipokea itakuwa ya kweli. Kwao ni muhimu sana, kabla haujaenda kumwataki mwenza wako, kabla haujafanya maamuzi yoyote, ni muhimu sana ukatafuta ukweli kuhusiana na hiyo taarifa ambayo umeipokea, kwa sababu taarifa nyingine zinaweza kuwa uongo. Inawezekana kweli mazingira yakaonyesha kama ile taarifa ni ya kweli. Let's say, mfano labda mtu amekuletea taarifa kwamba nimemwona mwenza wako akiwa na mdada fulani mahali fulani. Inawezekana kweli kabisa aliwaona, lakini inawezekana hawakuwa wanafanya kile ambacho yeye anakifikiri. Kwa hiyo taarifa ikakufikia na yamkini hata ukaonyeshwa na picha, ukakonkludi moja kwa moja, labda ni mtu ambaye uko naye kwenye, kwenye mahusiano, ukaanzisha vurugu na yamkini hata mpaka ikawapelekea kwenye hatua ambayo siyo nzuri. Kwa hiyo kabla haujamwataki mwenzako, ni muhimu sana ukatafuta ukweli wa taarifa ambayo umeipokea, na wakati mwingine unaweza tu ukapima ukagundua hiki hiki hakina hata sababu ya kufanya nini ya kuuliza ukaamua kukiacha, lakini vile ambavyo utaviona kweli vina umuhimu wa kumuuliza mwenza wangu, basi ni muhimu sana ukamuuliza, ukatafuta hekima na usiende kwa kumuataka au usiende kwamba umesha conclude kwamba ah, fulani ameniambia basi ndivyo hivyo, ukaenda moja kwa moja a ukamwatake, unaweza ukasababisha ugomvi mkubwa zaidi. Kwa utafuta hekima, nenda kanini naye kwa hekima, uende ukamuulize na usimjudge kabla haujapata ukweli wa hiyo taarifa. Kwa hiyo kwenye hizi taarifa mahususi ni muhimu sana kutafuta hekima na kuona namna gani ambayo ni bora kuzungumza na mwenza wako namna ambayo itawapa muafaka au itawapa ukweli au itaweka hitimisho ya hilo jambo. Aa, lakini kundi la pili ni taarifa zinazotokana na mazingira. Sasa hizi ni taarifa za ujumla, sio taarifa za moja kwa moja. Zile mahususi ilikuwa ni moja kwa moja kwamba mume wako amefanya hiki, mke wako amefanya hiki, mume wako ameonekana hapa, mke wako hivi. Lakini hizi zinazotokana na mazingira, hizi zinatokana na jamii. Labda jamii inazungumza nini kuhusu wanawake? Jamii inazungumza nini kuhusu wanaume? Kwa sababu mtu mwingine anapopata taarifa uh, lese labda inayohusiana na wanawake au inayohusiana know, na wake siku hizi wako hivi na hivi, anaweza akaichukua ile taarifa akatoka na conclusion zake, na possibly akaenda kumwataki mwenzake au wakamwona mwenzake kama hao ambao wanazungumzwa lese labda kwenye social media au labda mtaani au labda makazini. Kwa hiyo unaposikia hizi taarifa jumuisho au taarifa za jumla, ni muhimu sana kutomweka mwenzako au kuto kumgrupu mwenzako kwenye hizo taarifa kama haujaona uh, hivyo vinavyozungumzwa moja kwa moja kwake, unless kama umemuona kwamba okay, yuko kama hivyo vilivyozungumzwa. Lakini kama haujamuona ana hayo ambayo yamezungumzwa, ni hatari sana kumjumuisha kwenye taarifa hizi za jumla. Kumbe yamkini yeye sio kama hao ambao wamezungumzwa kwa hiyo usimgroup mwenzako au usimweke mwenza wako kwenye kundi a, kwa sababu tu labda ulisikia kwenye social media wamesema, labda wanaume siku hizi wako hivi. Kwa hiyo unaweza conclude mwenzako yuko hivyo. Hapana, unless otherwise, labda kama umeona ana tabia hizo kweli, lakini kama hauna proof yoyote au hauja haujamwona kwa namna yoyote, ni muhimu sana kuto kumjumuisha lakini pia kundi la tatu ni taarifa kutoka kwa mwenzi wako. Unapokuwa kwenye ndoa, swala la kupeana taarifa si kitu cha kupingika, yani ni kitu ambacho kipo, ni maisha ya kila siku. Leo mwenzako atakwambia hiki, kesho mwenzako atakwambia kile, wewe utamwambia hiki. Sasa wakati mwingine mwenzako anaweza akawa aka na taarifa ambayo labda ni ngumu kidogo si taarifa ambayo itakufurahisha sana. Sasa uwezo wako wa kupokea taarifa kwa mwenza wako itampa yeye kuwa na uwezo wa kushia na wewe hata zile taarifa ambazo ni ngumu, na wakati mwingine, kama unaona labda ameshia na wewe kitu ambacho labda ni kigumu kidogo kwako, na unaona hauwezi kuki tolea hoja au kukijibia kwa wakati huo, ni muhimu ukamwomba akupe nafasi mpaka pale utakapoona unaweza kuchangia chochote au kusema lolote au labda kutoa mawazo yako kutokana na kile ambacho alikwambia. Sasa kuna wenza ambao wanashindwa kushea na wenza wao mambo yao kwa sababu labda wenzao wanaona ni watu ambao labda watu wa kupanika haraka au watu waku judge mapema au watu ambao hawawezi kubeba baadhi ya taarifa. Kwa hiyo inawafanya ina washindwe kushia nao au kuambia baadhi ya mambo. Sasa ili mwenza wako aweze kuwa uhuru na wewe kukushirikisha mambo mbalimbali mbali, ni muhimu sana ukawa open minded, ukawa mtu ambaye uh, not judgmental. Unaweza ukampa nafasi ya kujieleza, unaweza ukampa sikio la kumsikiliza, na unaweza ukachangia uka au ukatoa maoni yako, sio kwa bezi ya kumjudge, ila kuona ni namna gani mnaweza mkapata mwafaka kwenye hilo jambo. Aa, lakini kundi la nne na la mwisho ambayo sio alizungumzia ni taarifa unazoingia nazo kwenye ndoa. Uh, mara nyingi watu tunapoingia kwenye ndoa tunakuwa tumesikia vitu vingi kuhusu ndoa. Yamkini kwenye familia tulizotoka, labda tuliona namna ambavyo wanawake wanachukuliwa kwenye, wana, kwenye familia zetu, kwenye jamii zetu, kwenye makabila yetu, au namna ambavyo tuliona wanaume wanachukuliwa au grupu ambalo wamewekwa. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anapotoka huko na hizo information zake anakuja moja kwa moja akitaka kuimplement kile ambacho ametoka nacho uh, kwenye jamii yake ambayo ametoka nayo. Kuna vitu vingine ambavyo tunatoka navyo huko na ni vizuri, so it's very good kuvi apply, lakini vile ambavyo vinaweza um, vikawa na madhara au vile vitu ambavyo labda ni negative, ni muhimu sana kutoingia navyo kwenye ndoa ya kwako au ni muhimu sana. Inawezekana kuna jamii ambazo labda zina wagrupu wanawake aa, au kuwaona labda ni kitu kisichofaa. Kwa hiyo ni hatari sana wewe kutoka na hiyo mindset na ukaingia nayo kwenye ndoa yako. Au kuna watu wengine uh, utasikia ah, bwana kabila fulani, ah, lile kabila liko hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mtu akipata mtu wa hilo kabila anamtreat kama kile ambacho alikisikia. Inawezekana kweli uh, kuna makabila wakawa na tabia za kufanana, lakini haina maana kwamba wote watafanana. Kwa unapokuwa na mwenza wako, ni muhimu sana kutomgroup au kutomweka au kutomchukulia kama ambavyo uliona jamii yako huko inachukulia watu, na zaidi naongelea ini negative side kwao. Ni muhimu sana ukampa nafasi ya kuwa yeye ukajipa na wewe nafasi ya kumsoma, ukajipa nafasi ya kumjua, ili sasa muweze kutengeneza familia yenu iliyo bora. Vile vitu vizuri ni muhimu kuvichukua, ni muhimu kujifunza, lakini vile vitu ambavyo sisi tulivyexperience huko nyuma, lakini si vitu vizuri, ni muhimu kutoingia na hizo tamaduni kwenye ndoa yako. Kwa hiyo, this is all for today. Naamini umebarikiwa, naamini umepata kitu cha kujifunza. Mungu akubariki sana.